Baadaye nitachambua kidogo. Naongea na kikosi kazi hapa. Ndio, ndio, ndio. Asante sana, unaongea na witness Mpengerwa, ndio, kutoka ofisi ya rais Dodoma. Ndio, habari ya kwenu Mbea? Namshukuru Mungu ni salama zuri. Ndio, asante sana. Nilikuwa nauliza mchungaji wenu hapo ni nani? Mchungaji ameondoka hapa, yuko, ameondoka, hayupo hapa, a maisha toka, yani hayupo e, yuko mbali na mazingira. Ah, a, yuko mbali. Ndio, sante sana. Sasa mpe namba yangu, ndio, mwambie wamepiga simu kutoka ofisi ya rais Dodoma, ndio, mwambie anipigie, kwa sababu ana mwaliko na mama ndio, umenielewa mtumishi, kwa ajili ya ana mwaliko na mama Dodoma. Ok, sasa mwaliko sio, angemtumia barua? Ndio maana nakwambia mwambie ni, anipigie nitampa taratibu zote mimi mwenyewe, umenielewa? Okay, ok, e. Sawa sawa sawa, lakini nafikiri ningeweza mm. kusikia pia, ungeweza kupata utaratibu hapa kwa sababu e, si ni wasaidizi wake mm. e, anaitwa mchungaji nani? Naam, mchungaji nani anaitwa? Ni huyu ambaye amepewa mwaliko na mama e, ndomwambia nipigie, sasa ni mpe utaratibu kwa sababu tu, kuna watumishi wa Mungu walioitwa huko kwa ajili ya Mbeya. Umenielewa? Yaani wa makanisa yote ya Mbeya? Hapana, kuna baadhi ya makanisa kwa ajili ya maridhiano. Unajua sasa hivi kuna, kuna maridhiano. okay. Eh, yaani wao wako kwenye itume kwa sababu ni watu wa Mungu. Umenielewa? Ndio, ndio wanaweza kuongea na watu vizuri. Okay. Ndio maana kaambia mpe namba yangu anipigie. uh -huh. Eh. Yeah. Sawa so, nashukuru, asante sana, sikumpata kwa wakati ah, tu itabidi paka umpate kwa sababu anaye itajua ni yeye. Okay. kanisa mm gani lingine wame wamepewa mwaliko unasema? Kanisa gani lingine amepewa huo mwaliko? Yako mengi, kuna eli shadadi, meneelewa? Ndio, kuna Pentekoste, meneelewa? Pentecoste hivi, kuna CJAP, meneelewa? kwa Mbea mbaye Pentekoste hivi na nasema makanisa ya Pentekoste yapo hapo Mbea, walioitwa watu wako kumi na moja kumi na moja ikiwepo mm, kanisa lenu. Wewe mpe namba, nipigie, mpe utaratibu. Lengo langu ni kupruvu ukweli wa taarifa hii, kwa sababu napofahamu mimi utaratibu, kama mtu anakuwa amepata mwaliko na kiongozi mkubwa kama rais, nafikiri na kunakuwa kuna utaratibu wa barua ambao inaweza inapita napita kwa mk